Kwa majina anaitwa Gtal Kepeka, ni mwenyekiti SMAUJATA si mkoa wa Lindi. SMAUJATA mkoa wa Lindi upo na harakati nyingi ambazo tumejiandaa nazo na tunatekeleza ikiwemo kwenye kushiriki matukio mbalimbali ya viongozi wetu wa serikali ambayo wanaandaa na taasisi mbalimbali. Kama katika mwezi uliopita, no mwezi ulikuwa mafukizi ya mwenge. SMAUJATA mkoa wa Lindi tumeshiriki kamilifu kabisa kwenye kutoa mada na kutia hamasa ili jamii ishiriki kwenye shughuli zote za mwenge, lakini pia tunatoa elimu kwenye baadhi ya shule ambazo tunatembelea na tunatembelea, tuna ziara ya kata kwa kata, toa elimu ya SMAUJATA na elimu zile ambazo zinatakiwa kuzitoa katika jamii. Aa, kwa mwezi wa tano tumetembelea shule saba. Hii ni kwa sababu tulikuwa na maandalizi ya mwengi Mfano kama kwenye wilaya yangu ya Liwale, wao walikuwa na mafunzo wa wa ya kongamano la vijana ambayo lilifanyika kwa mwezi mmoja, kwa hiyo hawakuweza kwenda field mwezi mzima, kwa jioni wanashiriki kwenye mafunzo. Ukija wangu anapo hizo kwa walikuwa na mafunzo hizo, field za za shule saba zilifanyika tu kwa uchache, kwa sababu kuna majukumu mengine ambayo tumepewa. Mafunzo hayo ambayo tumeyapata mashujaa tumenufaika, tumeongezewa nguvu katika utekelezaji wetu. Tumepata mafunzo ya ujasiriamali sababu ukulelu wanguwa baadhi ya SMAUJATA na wengine ni wajasiriamali, ku tunavyokaa pamoja, kukutana na wengine, wanapata nafasi ya kutufundisha nini tukifanya. Lakini pia tumepata masomo ya umuhimu wa kushiriki kwenye uchaguzi. Masomo hayo yalitolewa na maafisa maendeleo ya jamii, wakawa wanatuelekeza namna ya kufanya na namna ya kushiriki vyema kwenye uchaguzi lakini pia tumepata mafunzo ya malezi mafunzo na ukatili wa kijinsia pamoja na sisi SMAUJATA tunatoa hizo elimu, lakini tunakutana na wataalamu huwa wanatuongezea nguvu na ujuzi na, na namna ya kutekeleza majukumu yetu. Kwa hiyo kupitia mafunzo hayo tumepata kujifundisha ni na namna gani tunaweza tukaingia fild ili tuwe imara zaidi. Kwa mkoa wa Lindi, ndoa za utotoni zipo na ukatili wa kijinsia hupo na ndio maana tunatumia nguvu kubwa sasa hivi kuingia field kwenye jamii ili tuweze kuviondoa hivyo vitu, na hii ni kwa sababu ya shughuli ambazo zinafanyika kama vile jando na unyago. Tunajua jando na unyago ni mila li nzuri kabisa lakini hapa kati imetokea kuadhibiwa kutokana na kwenda kinyume na vile ambavyo vinatakiwa. Sisi kama SMAUJATA tumejipanga kuhakikisha tunatokomeza hayo mambo na pia tumeandaa kampeni yetu ambayo inaitwa tufunze kwa hekima, kauli mbiu nendo na unyago kwa mahadili na wakati sahihi. Ni kampeni tunatarajia kuingia nayo field, kuleta mila na desturi zilizo imara na nzuri, na sio kuja kuvuta mahadili ya, ya watoto, mtoto anavyokuja kuingia kwenye ndoa za utotoni. Kuna tabia ambazo zinaanza chini, huu si tunatamani SMAUJATA tuanze kutoa elimu huko chini, hata mtoto kujitambua kuwa na umri mkubwa hivyo na kuingia kwenye mambo ya mwanzo akiwa na umri mdogo. Kwa hiyo tumejipanga, naui tunashirikiana na viongozi wetu wa serikali sana kila hatua ambao tunafanya tunashirikiana na watu wa dawati, kama ni kwenda kutoa elimu kama kufanya shughuli zingine. Kwa hiyo tunajitahidi na at least hata matukio ya vitendo vya ukatili vinapungua, yaani huwezi ukalinganisha matukio ya mwezi wa tano na matukio yaliyopita. Weo kupitia viongozi wa serikali na namajaa tunashirikiana, na matukio yanapungua. <laughs> Wanaume wanafanyiwa wanafanyiwa ukatili, lakini ni ukweli, yani wanaume wengi, kuna changamoto kufanyiwa kindo cha ukatili na mwanaume akaripoti, imekuwa changamoto, ni ukweli, wanaficha, lakini tunajitahidi kuwaambia kwamba maanaake maswali mengi, aa, kutoa elimu wanaume, tunaruhusiwa kuripoti na sisi tunawaambia, ndio mnaruhusiwa na tunawaambia kabisa mnarushiwa kwenda kulipoti wanaofanyiwa tendo za ukatili, na sio dhambi, lakini imekuwa tofauti kidogo kwa wanaume. Mimi sasa kuamini kama inaweza kapita miezi mitatu hakuna mwanaume ambaye amefikia hiyo hali, lakini changamoto, wanaficha mkoa wa Lindi. Kwanza kabisa kwenye hili mmoja, niwapongeze mkoa wa Dar es Salaam kwa kuizindua kampeni ya mtoto wa kiume, inaitwa hivyo na sisi SMAUJATA mkoa wa Lindi tumeamua tuizungumzie ile kampeni yao watu wa Dar es Salaam. Yaani ndipo tunataka kumuuliza mtoto wa kiume kwa sababu tunaamini SMAUJATA ni wamoja. Na kwenda kumuuliza mtoto wa kiume hatuachi kuzungumzia pia kampeni ya Loya Ndale kwa Dar es Salaam. Ni kampeni nzuri na inatufaa kwa Tanzania tumeiona, lakini kama unataka kumuuliza mtoto wa kiume jaribu kuzungumzia pia kampeni ya wenzetu watu wa Dar es Salaam ambao wameanzisha. Na mimi nitamani hiyo kampeni niende kote asoko mkoa wa Dar es Salaam, kwa sababu wameanza zuri na ni kampeni nzuri. Kwa hiyo tuwapongeze kwa moja Dar es Salaam, kampeni yao ya kuja kulia kuizungumzia kuzungumzia haki za mtoto wa kiume o elimu kwanza. Nikoseie kwamba mwezi wa tatu kama kikosei nilienda kwenye na ya mtandao salama, ambayo iliandaliwa na wizara ya jamii, nilienda moja ya mkoa enda pia aka maendeleo ustawi elimu mkoa kutoka nje pale. Tulipata mafunzo ya ya kuhusisha na usalama wa mtoto mtandaoni na mtandao salama kutoka kwa dokt daktari. Kwa hiyo tumejipanga na tumepewa semina namna ya kufundisha, kwa sababu tume, tumejua kwamba ukatili mwingi unaotokea nje kuna sababu, na ukitafuta sababu unakuta zimeanzia mtandaoni, unakuta labda mdada amehalilishwa huko mtandaoni na picha za uchi, anakuja anajinyonga. Sasa imekuwa watu wanaangalia tu, amejinyonga amejinyonga, lakini ukiangalia tatizo limeanzia mtandaoni, na watoto wengi wanaharibika kupitia mtandaoni. Mtu anapata simu, hajui matumizi ya kutumia simu, mtoto yake anaingia internet na kutafuta vitu vibaya. Lakini kupitia hiyo semina tunapata nguvu ya kuja kutoa elimu kwenye shule. Si vibaya mwanafunzi kutumia simu, ila iwe chini ya uangalizi wa mzazi, yaani vile vitu ambavyo wanaviangalia simu iwe imekontroliwa na, na mzazi. Na tayari naamini watu wa mtandao wameshajipanga kwenye hilo, na sisi tunaendelea kutoa ambayo toa elimu ambayo ni shauri mbiu ya hiyo unasema, usalama wa mtoto mtandaoni ni jukumu letu sote, kuchukua hatua. Kwenye mkoa wa Lindi tunatoa hizo elimu. Kwa mkoa wa Lindi, matukio ambayo wanaripotiwa ya kiukatili yanayoanzia kwenye ndoa yani, unakuta watu wamesha wanaoana labda wanakaa mwaka wamesha tengana wanapengana kwenye kugana ugani wa mali unakuwa wengi, sawa au, labda hizi mimba za utotoni, mtoto anapata mimba mwanaume anamkimbia, yani ndo hivyo mambo ya ndoa na na mimba za utotoni, yani hayo ndo malipoti ambao, yaani lipoti kubwa, yaani ukizungumzia mambo ya ukatili upe ni hizo isu za watoto pata mimba a wadogo na maswala ya ndoa ninugulwa kwenye ndoa na ukatili wa kiuchumi, yaani hatu anaela hivo anamaamaae mke mwingine, ndo hayo yanachukua nafasi kubwa sana. Ndio maana tunapambana sana kutoa kipindi cha mavuno nini wanafanya. Ni kipindi kizuri kabisa kwa sababu pesa inakuwa inakua nyingi, angalia sisi huko tunalima, tuna ufuta, tunalima korosho, tunalima mbaazi, tunavuna sasa, peza zisa kwa nao kambu na lakini sasa unakuta mtu akipata pesa uru unapisilza kwa anachofanya wanachokifanya ndokiinicha kuimarisha maendeleo ya kujifamilia, lakini kwa wale wachache ambao sijajua tatizo liko kwa wale wachache, ndio anaenda kutafuta sifa na watu wengine wazuri, wakati kipindi hicho anachukua mtu wake alikuwa tu amemwona yuko ukaendana naye kabisa, ila akipata pesa anamkimbia. Kipindi chavonjia mwezi wa sita wa kumi na mbili Yenye hapo ndo matukio yanakuwa mengi, lakini tukiingia kuanzia mwezi wa kwanza hadi wa sita hakuna matukio ya ovyo, kwa sababu kile kipindi, kwanza, pesa hamna. Kwa mtu ambaye ni mkulima tu, pesa hamna, huwa anakuwa bizi kutafuta, yani kulima, kuandaa mashamba, anakuwa bizi bila kazi. hizo zikiisha ndo matukio yanaanza. Changamoto ambazo unakutana nazo, wahanga kutotoa ushirikiano Una yaani, kinapotokea kitu kama huyo, unafuatilia huko wahanga, unakuta umeibua tukio fulani na kweli umeithibitisha, ili sasa naweza nikamsaidia, tufanye hivi, unafanya hizo hoi zote, inasikia hatua. Sasa polisi wanakwambia, haya, mlete mhanga tumfanyie uchunguzi na tumsaidie. Ukimfata hapue simu, akutafuti tena, hayupo hapo, wakati umeangaika umefuatilia kipindi kirefu. Haya, unakuta labda mimba za utotoni, mwanafunzi anapata nini, unafuatilia mnasaidiana na polisi na nini na nini, mwisho wa siku nyumbani unalimaliza wenyewe bila polisi bila nini. Unafuata muhanga, mara ametoroka mara nini, yaani ni kitu ambacho wanashirikiana kwa kufanya huyu mwisi. Ndio tunapata changamoto. Unakuta kabisa hili kituo ni kubwa, hili ni kuripoti, atafanyiwa hivi. Unaenda kuripoti na utafuta muhanga amekuzumia simu hizo ndio changamoto ambazo tunakutana nazo. Hiyo kwa upande wa serikali wanatoa ushirikiano mzuri kabisa, bila wahanga, ndio changamoto. Sisi kama tunaulia sasa, tumeona njia kubwa ya kusaidia hilo ni kutoa tu elimu. Na mimi mtu ukimwambia, maana kinachotokea na hisi ni uoga. Yaani mtu anasema ah, niende polisi, nikalifuti polisi na kwenye wanaogopa. Sasa tunaendelea kushukua elimu polisi, sio kama ukienda wewe. Una hatia, una nini, watakufuata, watakupa adabu, kamoja yo polisi, ni sehemu salama na usisiasaa jamii ni ni sehemu salama ambayo inaweza kukusaidia wewe upate asi zako, na sio tunakupeleka pale unatutoroka. Yaani kama natutoroka, mwisho wa siku kumoja unaonekana kama ni mnafiki na mbea, wakati tuko tunamsaidia yeye kwao. Tunaendelea kutoa elimu hizo, at least wanatuelewa. Mtu e. anakuja analia kabisa e. tu anakuja analia kabisa mimi nimefanyiwa hapo e ikifika tu ya kwenda hatua ya kwenda nasasawi ay yanakuica au naenda polisi pale, ikifika tu hiyo hatua hmm. Anaona hapana, kama ni mume waligombana na mume huko, kama ni mimba wanamaliza familia huko. Sasa hicho kitu kinapelekea matukio kujirudia, yani nayo wameacha inapita nshak yule yuleen anapata na changamoto ule anarudi tena anakwambia unakuta anapolifikisha pale manaona hajafanya chochote, anafanyiwa tena tina, hivyo omak anakuwa anajiijiajia mara kwa mara wanaichi wameitika wanamwitio mzuri na la, wametupokea. Kwanza alikuwa mtu ukimwambia sokoa Lindi, kumbuka SMAUJATA ilikuwepo toka elfu mbili na ishirini na mbili, lakini nilikuwa ukiingia huku kwenye wilaya tadie SMAUJATA haijui uleta ni mimi mpaka unapata wakati ngumu mwelekez lakini namshukuru mungu nilivyoingia kuwa mwenyekiti nafikiri nina miezi kama tisa kama sio tisa basi mwaka nilivyoingia kuwa mwenyekiti nikaingia na mikakati yangu ya kuitangaza smaujata na mashujaa wangu niliwapanga kwenye wilaya wilaya zangu zote zimekamilika kuna mashujaa wa kutosha kwa hiyo baada ya vile kuwa na mikakati hil kila wilaya inafanya kazi kwa wakati wake. Watu wamefahamu Tunaujata, tunaenda kwenye vipindi mbalimbali za redio Ongo FM na Chungo FM vingi kwao, tumekuwa tunatoa hizo elimu na watu wameitika na wanafanya vile ambavyo tunawaambia. mm -hmm. Masuala wa wanachama kwanza, kwenye mkoa wangu watu wanachama wameitika, na mpaka sasa hivi nafikiri nasikiri nasubiri tule ile lisi ya viongozi ya usajili itoke hivyo wamefika kwenye hamsini ambao wamesha- wameshalipa ada na vitambulisho, na sisi tunatarajia tumeongeza, tunawaza tuwe hata na miradi ambayo tutaifanya. Maana ake kumbuka ujata, tuna- tunajitolea tumekuwa tukitumia pesa nyingi zetu kujifanya hizo shughuli. Kwa tuka tukawaza, tuki tukiiwa imara kabisa tuwaze hata na, na miradi ambayo tua tukaifanya sisi ili ikitokea kitu chochote tusianze tena kuchangia na ishangie sana changia nini, tuanze kutumia ile mradi yetu kuelekea shughuli za kiSMAUJATA. Lakini pamoja na natumia pesa zetu, hatujawahi kuacha tusio lipitia hivi kwa sababu eti hakuna pesa, na ndio maana na nashukuru Mungu, na mashujaa wa walindi ni waelewa sana. Tunaambia tunaingia kwenye projecti fulani, tunatakiwa tuchange kwa fulani, tunafanya, na ndio maana tulikuwa na safari ya changa tulienda asilimia arobaini na tatu. Hii kazi rahisi, kumtoa SMAUJATA Lindi aende Tanga kwa pesa zake, lakini si tulifanya hivyo na tulikwenda Tanga tukaka tukarudi kwa pesa zetu. Tunatamani siku moja il na miradi ambayo tunaifanya sisi wenyewe, ili kitokea kitu tutoe pesa na tupeleke huko, maana tunatoa misaada sehemu nyingine, kama tumepeleka taulo za kike tunachingwa semu ajili ya kuunga mkono kampeni ya salama SMAUJATA, tulipeleka na kuelekea a Afrika pia. Kuna mahitaji tunayopeleka kama kuunga mkono kazi ambayo hanaifanya. Kwa hiyo ndio hiyo, mimi nachoambia vijana wa Lindi, kwanza wajitoe, wawe wazalendo, waachane na na na mambo ambayo sio mazuri kwa ajili ya taifa tujitume tufanye kazi kwa bidii kwa ajili bidi ya kujenga taifa letu. Maana vijana sasa, ukiwaambia washiriki kwenye mambo ya kimaendeleo, ndio anakuambia mimi naona aibu, siwezi kwenda kushiriki hayo mambo. Lakini tunavyowapa elimu, mimi na washauri, ikitokea shughuli yoyote wajitokeze washiriki, huo ndo uzalendo na sio tu kujihusisha kwenye mambo ambayo yako kinyume na taifa letu. Washiriki kwenye uchaguzi mwingine si kijana nakwambia, mimi kijana hivi nitapige kura. Lakini hapo zamani ndiyo ilikuwa hivyo, lakini kwa sasa kwa mkoa wa Lindi watu wanaona umuhimu wa kupiga kura, umuhimu wa kushiriki kwenye matukio. Kwa, kwa mimi nawashauri wasiache moyo huo na kujihusisha na mambo yote ambayo serikali yetu pendwa inafanya kwa kwa mkoa wa Lindi. Kwanza kwa nini ajiunge na SMAUJATA? SMAUJATA alishajiunga hatapata vivyo mkubwa wa kushiriki matukio yote katika jamii, maana hata mimi kabla sijaa SMAUJATA, yaani nilikuwa naweza tu kushiriki matukio yale ambayo yapo kwenye eneo langu, yale yale ambayo yapo kwenye eneo langu nilikuwa nashiriki tu hayo, labda nifala tamani kitu kimetokea labda nje ya wilaya yangu, naona maafisa wanaweza wa nini, na mimi na kwenda, lakini nashindwa kwenda, naenda kama nani. Lakini baada ya kujiunga na SMAUJATA, nimepata kufahamiana na watu wengi, nimekuwa nashiriki matukio mengi ya mkoa na nje ya mkoa pia. Hiyo ni fursa kubwa, unapata kukutana na watu wengi, kushauriana na unapata marafiki wapya ambao wanakujenga wewe kiuchumi, kinini. Yaani unakutana na watu wengi, mawazo mengine yanabadilika. Lakini namna kujiunga pia SMAUJATA kwa mwananchi wa kawaida, kwanza kuna ada elfu kumi na tano ambao utapata elfu tatu kitambulisho, elfu kumi na mbili ni ada ya wanachama ambao ni kwa mwezi ni elfu moja kwa miezi kumi na mbili elfu kumi na mbili ukishatoa hivyo, unakuwa mwanachama halali kabisa, unapata kitambulisho. Lakini pia kuna tisheti elfu kumi na tano ambazo tunapata taifa, unachanga wanaika mwenyezipi ni naweza kwenye akaunti ya taifa, au we mwenyewe unaweka kwenye akaunti ya taifa hivo, tamo, unapata tisheti. Ukishakamilisha hivyo tayari unakuwa mwanachama halali wa kushiriki kwenye matukio yote ya kimaujata kwa mkoa wa Lindi, lakini pia tuna kino kama una simu kubwa tunakuunga kwenye vituo letu na SMAUJATA. Mimi ninao magugu ya wilaya na mkoa. Una simu kubwa, tunakuunga kwenye magugu ambayo yanatuma meseji kwenye simu ndogo kwa ajili ya kuendelea kupeana taarifa, maana mara nyingi kazi zetu tunazifanya sana kwenye mitandao o. Kama una simu kubwa, tunakuunga kwenye meseji za kawaida. Bona wakaribisha raia wote kujiunga na SMAUJATA, tutumikie taifa letu, sio kama wadhalimu Ujumbe ambao natamani taifa lisikie ni kwamba kitu ambacho tunaomba sisi SMAUJATA, ni tunaomba tu ushirikiano, wasichoke kutusemea pale ambapo tumefanya mazuri yetu kama SMAUJATA, wasichoke kuturekebisha pale ambapo wanaona tumeenda tofauti. Na pia kabisa ujumbe wangu usikike kwa raia, nimpe pongezi Dorothy Gwajima, waziri wa maendeleo ya jamii, wanawake, jinsia na makundi maalum. Amekuwa ni mtu ambaye yuko karibu sana na hizi taasisi ka amekuwa karibu pia hata sisi simaujata achuki kutusemea popote pale anaona juhudi zetu. Natamani hata wadau wengine na viongozi wengine waone ini ambacho sisi tunafanya. Unajua, ukimpa mtu pongezi ndiyo anapata nguvu ya kufanya kitu. Kwa hiyo natamani sana viongozi wengine waitambue simaujata pale ambapo tunakosea waturekebishe, na pale ambapo tunafanya vizuri basi